Msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshare picha ambayo ikimuonesha msanii Zuchu akiwa amekumbatiana na mama yake mzazi, mama wa msanii Diamond Platnumz, mama Dangote, huku kwenye caption akiwa ameandika kwamba anawatakia heri ya siku ya wanawake duniani, kwa sababu siku ya jana ilikuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani, na kitaifa maadhimisho hayo yalifanyika kule Arusha na mmoja kati ya wasanii ambao walihudhuria sehemu ya maadhimisho wali hayo walikuwepo ni wasanii kutoka Wasafi na Multiplatinums pamoja na wenzake, kama kwenye video ambayo unaiona hapo ikiwaonesha wakiwa wanarudi hapo wakiwemo D Voice, Diamond Platnumz na wasanii wengine kwenye hiyo safari lakini sasa turudi kwenye hiyo posti ambayo ameshare Diamond Platinums ikimhusu mama yake mzazi pamoja na Zuchu. Kitu ambacho watu tunashindwa kuelewa ni kwamba ilikuwaje mpaka Zuchu akakubali kupiga picha ambayo ikimuonesha akiwa amekumbatia na licha ya kwamba tunafahamu wawili hao wamekuwa na maelewano ambayo ni hafifu, maelewano ambayo si makali. Niseme kwa lugha nyepesi, maelewano yao ni butu. So kitu ambacho ameshare Diamond Platnumz ni kwamba amewatakia heri ya siku ya wanawake duniani. Lakini picha hii inatafsiri nini? Inatafsiri ya kwamba je, hii picha na wanawake wawili, mwanamke wa kwanza ni mama yake mzazi, hilo halina shida, tunajua cheo chake, lakini mwanamke wa pili ni Zuchu. Je, ni ukweli kuwa Diamond Platnumz ameshia picha ambayo ikimuonesha mwanamke wake akimtakia heri ya siku ya wanawake duniani? lakini kwa upande wa Zuchu yeye ukiipita kwenye insta story yake ameposti posti ambayo inahusu maudhui ya mwezi wa Ramazani, ikiwa ameandika kwa lugha ya Kizungu ikiwa na ikiwa nasomeka ya kwamba na yeye unaweza kusoma kupitia posti ambayo nimekuwekea hapo, picha hiyo, if you you you call yourself fasting but you are still out gossiping, lying and mistreating people you might as well go ahead and eat, akiwa na maana ya kwamba ikiwa unajiita kufunga lakini bado unazungumza maneno ya porojo, kusema uongo na kuwadhulumu watu, basi unaweza kuchukua chakula na uendelee kula. Hicho ni kitu ambacho amekizungumza mwanamziki Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instastory, akiwa ameweka katika posti ambazo nilitarajia kuona naweza kawa ameriposti ile posti ya Diamond Platnumz, lakini haikuwa hivyo, hakuweza kuriposti, lakini yeye kwenye content ambazo ameposti kwenye ukurasa wake wa Instastory ameriposti wale watu ambao wamemwishi E, siku ya wanawake duniani, lakini cha kushangaza kwenye zile reposti zake hakuna sehemu ambayo ameriposti kile kitu ambacho amepostiwa na Diamond Platnumz. So mwisho akamalizia na hiyo posti ambayo inasomeka hivi kama nilivyokusomea hapo nyuma, hii ni sawasawa digital. Habari kigazeni mwako so, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapokuwa tumekuelekea usisahau kusubscribe, lakini kuturn on alama ya kengele pale juu iliwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Jambo la msingi lingine ni kucomment, kushare pamoja na kulike.